hawa ni wajumbe wa mkutano mkuu maalum wa CCM ambapo baada ya uzinduzi wa ilani ya uchaguzi chama hicho ya mwaka 2025-2030, rais akatoa hotuba ya kufunga mkutano huo, na akaweka wazi kuhusu wanaotaka kuwania ubunge na udiwani, akiwataka wajidhatiti, kwani hakuna aliyetumwa. Kuna wanaokwenda kwenye majimbo na kusema nimetumwa nije. lakini kwa upande mwingine, kwa upande mwingine, kuna mtu akienda kwenye jimbo walioko, anasema katumwa aje. Nataka niwaambie, nataka niwaambie, si mimi, si Rais wa Zanzibar, hatutatuma watu kuja majimboni. Sisi tuna nafasi zetu kumi kumi. Kwa hiyo tukimaliza uchaguzi wale tunaowataka tuna nafasi kumi. Kwa hiyo, mlioko kwenye majimbo mjidhatiti na majimbo yenu, na msifanye woga. Mkiona watu mnasema wametumwa au wanaojileta wakasema wametumwa na hao, wakateni mapema sana. Kiongozi mkuu huyo wa nchi akaeleza nyenzo muhimu kuisaidia CCM kushinda katika uchaguzi mkuu Oktoba mwaka huu tunakokwenda huko, kwa sababu kuna kugombea nafasi, tutakuwa awali tuna makundi makundi. Tutakapomaliza kugombea, turudi chama kiwe kimoja, tuingie kwenye uchaguzi tukiwa na nguvu moja. Tusiingie kwenye uchaguzi tukiwa mapande mapande. Vikao vinavyokwenda kuchuja watu, vinavyokwenda kuchuja wagombea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 wanaokwenda huko, chama kinakuwa Gwajima naizi. Kwa hiyo kwa vovote vile tusigwajima naizi chama chetu, magwajima tuyaache nje. Kuna mtu aliimba mcheza ngoma si yake, lazima ataharibu. Akasema hawi sawa na wenzake.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 tayari utakuwa umesha sababisha hasara kwa wenzio. Nimemwambia katibu mkuu ifikapo tarehe mosi mwezi ujao, kesho kutwa, niwe tayari tumepata majina ya wenye nia ya, ya kugombea. Lengo ni kwamba tunataka kuziingiza kwenye mafunzo kamati za siasa na kamati zote zitakazokaa kwenye uchujaji tunataka kuzingiza kwenye mafunzo sasa. Wakikaa upande mapema, watakaoingia watapata fursa ya kuingia kwenye mafunzo na wataifanya kazi jinsi inavyotakiwa. Katika hotuba yake, Rais akawataka wana CCM kunadi ilani ya uchaguzi ya chama hicho, akibainisha kuwa kulingana na hali ilivyo sasa tayari chama hicho kimeshashinda katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Upendo Michael, Azam News.